N yani hata kuja. kwa sababu gani ameshamzika, unakumbuka eh? Yeah. Akasema ameshamzika hata kuja. Nani angependa kuwajua ganga wawili hao? mganga wana... wa kwanza ni wa kuwaloga wana, ili wamteueni. Mganga wa kwanza yeye analoga tu, aloga wale viongozi wanaokaa na kusema huyu na huyu na huyu, wapita wap wakapigiwa kula kwanza hadi mstari wa ishirini na tatu. Lakini nitaisoma kwa kurukaruka na ili ikaye vizuri nitaanzia kipande cha nyuma kidogo. Halafu ndo nije mbele. Nisomee mstari wa kumi na tisa hadi mstari wa ishirini na tatu. Mstari wa kumi na tisa, Biblia anasema. Wafalme wa kwanza sura ya ishirini na mbili. Amen. Mstari wa kumi na tisa hadi wa ishirini na tatu. Amen. Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wa kuume na wa kushoto. Nini hiki? Nini hiki? Nini hiki? Amnijibu watu wa gongo la moto. Nini hiki? cha wapi? cha wapi cha ulimwengu wa roho sawa? Si ndio? Mbona unijibu wewe ndio au sio? Ndio. Wewe pale wewe, kaka wewe pale kaka wewe. Mbona unijibu vipi? Unauza nyama? Mbona nimekuambia watu uza nyama. Yule jamaa hapo, mpaka nataka nyama. Nini maana yake? Unauza nyama? Eh? Sasa mbona ukasirika sasa? We bro wewe, unauza nyama? Sasa mbona kasirika? Kama huyu jamaa bana huyu jamaa bana nyama kabisa, nyama za mwilini za roho. Za mwilini sio za roho. Asa jamaa, itakuwaje bana anakuja ghafla hapa, mwingine anaweza kuomba nyama. Hivi kweli ni mchungaji kweli kabisa nataka nyama. Niki ni kikao, si ndio? Kinataka kuongea nani? Endelea. Endelea. Ni Wafalme wa Kwanza 22:19. Endelea pastor. Naendelea mstari wa ishirini uh -huh. Bwana akasema uh -huh. Ni nani atakaye mdanganya Ahabu uh -huh. Ili akwe Lamoth Gereadi akaanguke. ah, ah, ah, ah, ah, ah. Nani anaamini Mungu ni pendo? Mungu ni pendo, Mungu ni pendo, apenda watu <coughs> <Mungu ni pendo, tos>

anakaa na viumbe wa rohoni wa mbinguni, wanataka mtu aanguke. Ah! Nani anaanza kuiona hatari kama Mungu? Kuna siku alikuwa na kikao, anamwongelea wa duniani, na ajenda ni kumwangusha. Je, shetani <laughs> je, shetani ni zaidi ini, kila siku <laughs> anakuongelea wewe ili akuangushe. Anasema huyu Mungu ana agenda, anauliza, tunataka Ahabu afe, kwa kikao cha leo kinajadili na afe akafie Ramoth Gileadi. <laughs> Mpaka hapa jamaa, utaona jamaa na amani tu <laughs> kumbe roho inajadiliwa. <laughs> Mwangalie mtu aliyeolewa, alafu usimsemeshe, mwangalie tu. Mtafute mmoja aliyeolewa, mwangalie tu, alafu kimoyomoyo mwaambie ndoa yako, kimoyomoyo, usiongee, usi maneno, ndoa yako inajadiliwa. Haya, acha kumwangalia, acha kumwangalia, mwangalie. ina maana kuna kikao. Ulimwengu wa roho unafahamu mpaka majina ya watu, warohoni wanafahamu mpaka majina ya watu, mpaka hali za watu. Anasema Mungu, shetani ulikuwa wapi? Kwa sababu nilikuwa nilikuwa nazunguka huko na huko, yani humo na humo na kule. Nasema okay, kwenye pitapita pita zako umemwona Ayubu, aseme hivi, Ayubu yupi? Wakina Ayubu Ma, wako wengi sana. Shetani alipoulizwa unamfahamu Ayubu, akasema Ayubu yupi? kwa sababu si, si, si, si, si, si, si, si. Ndio eh? akasema kina Ayubu si, si, mfahamu kabisa Ayubu yupi? Kwa sababu wakina Ayubu wako wengi sana. Hakuuliza anamjua Akasema ndio, ngozi nyeupe inalipa sana. Sababu ni ngozi nyeupe? No, no, no, no no. Ni baraka ya Bwana, chochote unacho ni baraka za Bwana, iwe ni cheo, iwe ni biashara, iwe ni watoto, iwe ni fedha, ni baraka za Bwana, ni Mungu amekubariki, ni Mungu amekubariki. Ikiwa ni nafasi ya kisiasa ya kiutawala pale kazini huko juu, ni Mungu amekubariki. Ndio maana Mungu anachukia sana anapokusaidia alafu ukasema ni nguvu zako. Ndio maana akasema mfalme Nebukadneza akasema, Je, isi Babeli mkuu mm -hmm. niliyoijenga mm -hmm. kwa nguvu zangu mwenyewe ili iwe fahari yangu? Mungu aliposikia akasema ah, umejenga wewe? Akasema, sasa nataka nikupe somo uelewe vizuri. Akasema, nitakukata uende polini, nyaka, nyakati saba zipite, ili ujue tu aliye juu yanaye tawala tawala za wana naye umpa yoyote amtakaye. Haleluya, amen. Yani tu akiulizwa, unamfahamu, unaitwa Ida Ida, unafahamu Ida, unamfahamu Ida Thomas? Namfahamu bwana, namfahamu, hata kuwa na swali Ida yupi, sababu kinaida wako no, na kufahamu. Yani anajua anaongelea huyo Uh -huh. Kikao hiki kika, kinaongea kuhusu Ahabu, endelea. Ni nani amdanganye Ahabu? uh -huh. hmm. Ahabu. Hmm. Akwe aende Ramothi Gileadi aanguke au afariki, endelea, hmm. Basi huyu akasema hivi kikao hicho, uh -huh. na huyu akasema hivi uh -huh. Akatoka pepo pepo. Akasimama mbele za Bwana pepo akasema pepo pepo mimi nitamdanganya ishirini mm -hmm. na mm mbili -hmm. Bwana akamwambia mm -hmm. jinsi gani, jinsi gani? Akasema mm -hmm. nitaondoka mm -hmm. ne, na, na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote mm -hmm. akasema mm -hmm. utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanye hivyo mm -hmm. asante sana sasa hapo kimeisha swali. Mpaka hapa Ahabu ana shida yote <laughs> hmm? Mipango ya maisha ni kama, ukikutana na Ahabu ukamuuliza, unaendeleaje? Atasemaje? naendelea maisha yako yakoje? Atakwambiaje? ila rohoni hapa, kwa, kwa, kwa, sawa. Sasa rudi sasa mstari wa kwanza. Sasa kwa sababu hiyo ndio ilianza hiyo ndio imezaa wa kwanza, sasa hey. Yani hiyo sasa kikao kikaisha, shetani pepo mchafu akaulizwa na Mungu, utafanyaje? Utafanyaje jambo, utafanyaje? Utafanya. Sababu mimi, mimi, mbona rahisi jambo hili rahisi, very simple, nenda tu, nitamwekea wazo nitamwekea wazo kwanza aj, ajisikie tu kupenda kuoa mnyiramba <laughs> nitamwekea wazo nitamwekea tu wazo apende kuoa mwanamke aliyejazia sababu anamlenga Sauda. Mimi nitaenda nitamwekea wazo aanze kibanda cha chipsi sehemu fulani. Ehe, baada ya pale nitawaingia washauri wake ili wamshauri vibaya, watakuwa sio wao. Anasema I will inspire his prophets to speak lies. Mm, baada ya pale atenda vitani kule pia nitaenda kule upande wa vita kule, nitamshawishi nita mfalme asipigane na mtu yeyote, apigane na Ahabu tu. Pepo huyo mwingine ajaandikwa na yaongezea hapo sababu ya kuandikwa ehe. Alafu huyu Ahabu akileta za kuleta kwamba eti aweke mabampa, nitampatia mpa, nita wazo askari mmoja arushe mshale wakubahatisha, afu ule mshale nitaukamata nitawaelekeza kwenye maungio alafu kisha baada ya jamaa akishakufa pale pale, Mungu Lamu Galeadi, damu yake mbwa wailambe. Nitaongea na mbwa pia, nta, nta, nitawaingia mbwa, nitawavuvia mbwa walambe k ah. Mungu aliposikia mpango sema kama ni leo sema hiyo imeisha, hiyo imeenda, hiyo imeenda, nasema nenda, utafanikisha wa kwanza wakakaa miaka tatu pasipo Israeli. Pasipo yani kuna amani sasa kati ya Shamu na Israeli lakini rohoni kuna mpango wa mtu kufa ila mwilini kuna amani. Ehe. Ikawa mwaka watatu, wa tatu wa Yehoshafati mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli mm -hmm. Mfalme wa Israeli akamwambia, akawaambia watumishi wake, je, hamjui kuwa Lamoth Gereadi ni yetu nasi tumenyamanza tusitwae mkononi mwa mfalme wa Shamu? Akamwambia Yehoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Lamoth Gereadi? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe na watu wangu ni kama watu wako, na farasi zangu ni kama farasi zako. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu mia nne, akawaambia je, niende juu ya Ramoth Gileadi kupiga vita au kwea? Kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Sikiliza hiyo sasa, sikiliza hiyo, sikiliza hiyo. Baada ya mpango wa rohoni kuwa tayari umeshamaliza kazi yake, kikao kilipoisha, ulimwengu wa roho wakimona Ahabu wanamwona ni marehemu kikao cha rohoni kilipomaliza kazi tayari, matukio sasa yataanza kwenye ulimwengu wa mwili. Tukio la kwanza, sema e eh, ni wazo litamwijia Ahabu la kwenda pale ambapo ulimwengu wa roho umesema akafie. Mfalme anapata wazo. Ndugu zangu, mawazo ni jambo la rohoni. Ndio maana mawazo unaweza kuyaangusha. Silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha nini? Ngome, tukiangusha mawazo, maana mawazo ni jambo la rohoni. Kuna mawazo unayo siyo wewe unawaza, ni ushawishi wa viumbe wa rohoni, ama wa upande wa Mungu ama wa upande wa giza. Kuna mawazo kuhusu biashara, kuna mawazo kuhusu mahusiano, kuna mawazo kuhusu kazi ambayo siyo, hayatokani na wewe, huyawazi yakiwa ni ya kwako. Anasema Yesu, nenda nyuma yangu shetani, huyawazi yaliyo ya Mungu Kumbe, mtu aweza kuwaza mambo lakini akawa ni ya Mungu. Anawaza biashara ila siyo yeye, ni Mungu anamvuvia aanze biashara. Pokea mawazo ya kimungu ya kuanza biashara, ya kuanza kazi, ya kuanza ndoa. Pokea mawazo ya kimungu ya kuanza huduma. Pokea kwa jina la Yesu. Mawazo ni mpango wa rohoni ili utimie, mtu kwanza atapata wazo. Ni mpango wa kuwa biashara lakini ilitokee, mtu kwanza atapata wazo ni mpango wa kuua ndoa, lakini ili tokee mtu kwanza atapata wazo. Familia ili tokee mtu kwanza atapata wazo. Maandiko yanasema shetani akamshawishi Daudi awahesabu Israeli alipotaka kuharibu Israeli. Shetani anataka Israeli kama familia ya Daudi waharibikiwe, ila anamshawishi Daudi, anamwekea mawazo ili ahesabu watu, ili baadaye wafe. Kuna mawazo mtu nayo ambayo asili yake ni ulimwengu wa roho ila ili atimize he, ambalo limeshaamriwa. Kila wazo ambalo limepandwa ndani yako la kishetani na lingoa kwa jina la Yesu. Kila wazo ambalo limejengwa ndani yako la kuzimu na libomoa kwa jina la Yesu. Kila wazo ambalo analo ama bosi wako au watu wakuu kuhusu wewe, ambao ni mawazo ya Shetani, na yabomoa na yaangusha na yavunja na ya sambalatika. Sema sambalatika. Mawazo, mawazo. Ndugu zangu, watu wengi hata hapa uliwaza kwanza ndio ukaja kanisani. Kuna mwengine ajaje? Pia amewaza vingine, so, ee! mbua hii leo siendi. Ila wewe ni jabali, wewe ni jabali, ni kwenye nyakati ngumu ndio unawafaa mnyamba. Nyakati ngumu kama hizi, mvua inanyesha na wewe huna mwamuzi, naenda vile vile, naenda vile vile, mbele kwa mbele. Mawazo kwa jambo la kwanza, mpango umeshaisha. Ataenda, atakufa asa, ataendaje? Si lazima kwanza awaze? palikuwa na amani miaka mitatu hakuna shida, miaka mitatu Ramoth Gilead ipo, lakini jamaa pia hana haimiliki lakini ana amani tu, hajaolewa hajaaza, feather, lakini ana amani, hajazaa lakini ana amani, hana fedha lakini ana amani. Ghafla anapata wazo, ndio ameanza prosesi ya kwenda kufa, ila kuna mambo hauna huna